Watoto wenyewe hawatashiriki. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa tuliwaomba watoto wa shule ya umoja primary, kutoka manispaa ya Ilala pamoja na mwalimu wao, mwalimu Komba. mwalimu wao mwalimu Komba nishawii kufanya naye, ana kipaji kikubwa sana, na wao watakuja kipekee kutoa ujumbe wao. Naomba tuwakaribishe kwa makofi mengi mengi. shi kutoka Rose, nenda kakae kakae pale. Somo letu la leo ni imla. Naomba mwandiko mzuri, halafu herufi kubwa na nukta nisione

Nimekuja kufuatilia maendeleo ya mwanangu. Kila siku anatoka nyumbani mwanangu msafi, anakuja shule mwandiko wake anakuwa mbaya, sare zimechafuka, kuma mwanangu anakaa chini hivyo. Mwalimu, unanitendea kikweli? Mimi kwa mwanangu kalimia ishirini na moja sia watoto kukaa chini.

CRDB Benki ni mkombozi. Yeah. Lakini tunamshukuru sana mkuu wa mkoa. Mungu akubariki. Salamu zipeleke kwa baba Magufuli. Muambie walimu tunashukuru. Musingi, msingi wa mtoto ni elimu. Fedha wa

Jambo la kwanza mmempa nguvu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kwamba inawezekana <coughs> akikaa peke yake kama binadamu, anayo maswali ya kujiuliza ndani ya nafsi yake, ya kwamba jambo hili niloamua litafanyika, nani huko aliyoko? Ni kama vile Mungu akikaa mbinguni anawaza duniani, nani ambaye anaweza kupaza sauti na kunikumbuka na kulisemea yale nilisema, endelea kulitazama hilo jambo mwa watu ambao sina mwandiko mzuri. Sasa sikumbuki nilianza shuleni kama hakuwa na dawati au. Ili jambo si la utani, ni jambo halisi. Kaka yangu, nilikwambia niko shule moja mwaka jana walisajili wanafunzi 400 mwaka jana, baada ya mheshimiwa rais kusema elimu bure, kwenye darasa hilo hilo la kwanza katika mkoa wangu wamesajili wanafunzi 1223 ukienda kwa dada yangu Temeke kuna shule ilikuwa na vijana 800 mwaka jana. Sasa hivi ni elfu moja karibia na kitu. Kuna shule moja ya msingi ina wanafunzi elfu tano mia saba na kitu. Kimsingi mahitaji yetu ni makubwa, na tunashukuru sana kwa CRDB kuamua kutupa kipaumbele milioni 100. Tukienda kwa hesabu ya laki moja moja, tuna uhakika kupata madawati elfu moja. Lakini tukienda kwa mahesabu ya madawati shilingi elfu sabini na tano tunawakiwa kwa madawati 1333. Tunaendelea kuwaomba sana wafanye biashara. Si wakati wa kufanya biashara, ni wakati wa kusaidia. Tulianza kwa bei nzuri sana. Elfu hamsini na tano madai wimbi lilionekana kubwa, wataalamu wakapanda wakafika mpaka elfu sitini na tano, baadaye tukaamua kuingia kwenye utaratibu wetu ambayo mimi nafikiri ningekuwa na mamlaka ya kwanza ile sheria ya procurement ningefuta leo leo. Sasa dawati limepanda mpaka inafika kwenye laki mbili na kitu, na watu wetu wa procurement ni wazuri kweli, kwamba huu mkunjo, utaratibu na hapa tumepitia, na huyu ndio the lowest bidder asemaye laki mbili na kitu. Nani atakayechangia dawati na moja? Lakini pia kupitia ulichofanya Dr Kimei ni kwambie tu kwa tunapiga mahesabu hapa hapa na rasmi tumegundua na sisi ndani ya wiki mbili watumishi wote wa mkoa wa Dar es Salaam watakuwa na pesa, si chini ya milioni ngapi? Milioni 26, milioni 26, kama sehemu ya mchango wao ambao nao, kwa ile milioni 26, kwa na hakika si hapa, madawati yatakuweko ya kutosha angalau. Na sisi sio watu wa kupiga kampeni na kuwashawishi watu wengine toweni, wakati na sisi tuna uwezo wa kujinyima na kuchangia katika kiwango tunachoweza kufanya Jote. Lakini, la mwisho, ninaombaeni sana sana sana, ndugu zangu wa Tanzania, wenzangu, tuendelee kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya tano, kuhakikisha kwamba na sisi tunashiriki maendeleo na tunarudi katika enzi za Mwalimu Nyerere, aliyekuwa na viazi viwili anatoa kimoja kumpa mwenzake, aliyekuwa na madebe mawili ya mahindi anampa mwenzake na, na nikakumbuka ule wimbo wa Justin Kalikawe ndugu yangu yule mwembarege kutoka Bukoba kule Mungu wa marehemu alishatangulia mbele za haki, aliimba wimbo anasema, sote ni ndugu, watoto wa baba mmoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. <coughs>